Baada ya vita vya siku kumi na mbili dhidi ya Iran Netanyahu, amesema fursa mpya zimejitokeza ikiwemo kuwarejesha mateka kutoka Gaza. Sasa vita ba eh, Iran pamoja na Israel zilikuwa katika vita kubwa sana. Sasa mara baada ya siku kumi na mbili kuweza kudumu vita hivyo na waziri Netanyahu ameweza kusema kwamba imekuwa ni fursa nyingi, lakini pia zimeweza kujitokeza kwa sababu wameweza kuwarejesha mateka wao kuweza kutokea katika eh, upande wa Gaza. Sasa anasema kwamba kuwaachia mateka hamsini ambao bado wanashikiliwa na Hamas ndiyo kipaumbele kikuu, jambo ambalo familia zao zimekuwa e, wakingoja kwa karibu zaidi ya miaka miwili. Netanyahu na mnukuu hapa akisema kwamba fursa nyingi zimefunguka sasa mara baada ya ushindi huu, fursa nyingi. Kwanza kabisa, e, kuwaokoa mateka. Bila shaka, tutalazimika pia kutatua suala la Gaza, kuishinda Hamas, lakini nakadiria kuwa e, tutatimiza majukumu yote mawili. Inasadikika kuwa eh, miaka mateso ishirini eh, pekee waliobaki eh, wakiwa hai na mpango wa kuweza kuwa ku, na makubaliano unaweza kujumuisha usitishaji wa mapigano wa siku sitini na kuweza kubadilishanaji wa kuweza kuwa na, na, na wafungwa ambao kuweza kukombolewa kutokana na vita hii. Pia inaonekana kuna baadhi ya mateka pia ambao wameweza kuweza kukuwa huru na, kukua hulu, na kutu, ambao pia walikuwa wanapatikana katika upande wa Gaza, so imeweza kusaidia na ndio maana yeye ameweza kusema kwamba kuna fursa mpya ambazo pia zimeweza kujitokeza kwa upande wao. Sasa Hamas pia inasema iko tayari kuweza kurejea mezani kwa mazungumzo, lakini tu ikiwa vita vitasitishwa na Israel iweze kujiondoa katika vita hivyo ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa upande huo. Yapi maoni yako husiana na hili mateka kibao ameweza kuachiwa e, ndani ya siku kumi na mbili za vita ambazo zimeweza kutokea baina ya Iran pamoja na Israel. Ukidrop comment yako hapo, fanya poa zaidi chao.